Ilikuwa mtu wa kawaida, mtu anachunga mifugo tu, si ilikuwa wafugaji hapa, anachunga muda kidogo akaendelea shuleni, shule ya Makunda hapa akasoma akamaliza darasa la saba. Basi mtoto wangu ikawa hivyo, na mpaka hadi muda huu nimeshukuru sana, kuingia kidato hichi aliyoingia sasa, kuwalea watu, nimeshukuru sana. Mtoto huyu alikuwa mwaminifu, akitumwa na babake anaenda kuchunga Alafu shuleni alikuwa anaenda kila siku hawezi kukuni, kukaka. Kama kichwa kinauma, sisi zamani bwana tulikuwa tunachukua mamizizi tu, anatafuta anasema, baba naenda shuleni. Alikuwa na maendeleo mazuri toka utoto wake. Yani najisikia vizuri sana, nasema ongera, mwanangu, fat, fuatilia ayo, ayo, usiache, ufate, hayo hayo usiache, wale watu vizuri waendeleze vizuri, sio kauri mbaya, ni mimini... Kiongozi wangu ni Mwigulu Nchemba ambayo ni waziri waziri mkuu walioteuliwa sasa hivi. Mi nampenda mpenda sana kwa utendaji wake wa kazi. Mimi nimeshukuru nime kuchaguliwa Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu kwa sababu ana uwezo mkubwa wa utendaji wa kazi, ikianzia Iramba yetu hii, iko vizuri kwenye wizara ya fedha, iko vizuri na ndiyo maana rais of course amemuona kuwa ana uwezo mkubwa kuisogeza Tanzania kutoka iliko kwenda mbele kwa sababu ya uwezo walionao mkubwa wa kielimu na kwa kiutendaji. Unapopewa wizara wa ya, ya, ya, ya, ya, ya waziri mkuu, maanayake unakuwa mtendaji mkuu wa serikali, maana yake ana uwezo wa kumsaidia rais kutenda mambo mazuri kwa Watanzania kwa sababu uwezo huo. Kwa hiyo wanampongeza raisi awpongeza wa watanzania ambao watampa wa ushirikiano na imani kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa na ni mzoefu wa shughuli za serikali ataitutendea haki Tanzania yetu na iwe ya amani. Nafurahi sana rais kumteua kwa waziri mkuu kwa ajili ya utendaji wake katika jimbo hili la Iramba Magharibi. Kwa kweli, mimi nimefurahi sana, namshukuru sana Mama Samia kwa kutupa kiongozi mkubwa kama huyo kwa kutuona sisi wana wa Singida, maana ni, ni jambo kubwa sana kutuona sisi. Naamini tutafanikiwa mambo mengi kupitia cheo kama hicho alichotupa mimi. Namshukuru Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, namwomba na muomba akae atulie afanye kazi kama alivyoaminiwa na rais.